Zaidi ya watu mia mbili walifariki katika ajali ya ndege ya shirika la India iliyokuwa inatoka mjini Ahmedabad uh, nchini humo kuelekea jijini London, Uingereza. Watu mia mbili arobaini na wawili walikuwa wanasafiri katika ndege hiyo, miongoni mwao ni mtu mmoja raia wa Uingereza aliyenusurika ajali hiyo. Picha za mtu huyo Viswash Kumara uh, mesh zilisambaa mtandaoni huku akionekana kushindwa kutembea kutokana na majeraha aliyopata. Aidha, ndege hiyo aina ya Boeing 787 Dreamliner iliondoka kutoka mjini Ahmedabad uh, muda mfupi baada ya saa saba mchana na kuanguka dakika chache baadaye na kisha kushika moto. Ramesh akiwaeleza wanahabari kwamba alikuwa anasafiri na ndugu yake ambaye alikuwa ameketi mbali naye. Ripoti zaidi zinasema kwamba kuna watu kadhaa waliopata majeraha kwenye ajali hiyo na wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Miongoni mwao walikuwa katika ndege hiyo ni zaidi ya raia 169 kutoka India na 53 kutoka Uingereza.